Darasa saba. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa ametilia mkazo kauli yake ya kuwataka vijana wahitimu vyuo vikuu kwenda VETA kujifunza ujuzi na taaluma mbalimbali za ufundi ambazo zitawasaidia vijana kuwa na ujuzi badala ya kutegemea vyeti na kusubiri kuajiriwa. Majaliwa ametoa kauli hiyo akiwa mkoani Morogoro kwenye kilele cha maadhimisho ya miaka ishirini ya kuanzishwa kwa Chuo Kikuu cha Waislamu Morogoro MUMU ambapo amesema taifa letu linahitaji wasomi si tu wenye vyeti bali wenye weledi na maadili mema na wazalendo. Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan siku ya tarehe 1 Februari 2025 alizindua sera mpya na imeanza kutumika. Sera hii inalenga kutatua changamoto za elimu ambazo mara nyingi nyie wasomi mmekuwa kishauri serikali kwamba, tunatatua. Sasa tubadilike mwelekeo wa elimu, vijana wasomi wasome elimu ambayo wakimaliza inawasaidia, badala ya kusubiri serikali iwapeleke kwenye halmashauri kufanya kazi kama waajiriwa. Tunatamani sasa vijana, anayemaliza chuo akimaliza, tumia elimu alionayo ili iweze kumsaidia pia kumpatia pato na vitu vingine. Kwa hiyo tunaendelea kufanya hiyo. Ilikuwa na lengo ya kutatua changamoto zile ambazo e, uhitaji wa kitaifa kanda kimata na kimataifa unahitaji na mheshimiwa naibu waziri ameeleza kwamba tunahitaji kutoa elimu ambayo pia inakwenda kwenye soko la ajira. Hayo ndio malengo yetu. Kwa hiyo mitaala hii elimu imepanua wigo, imezingatia pia taaluma ujuzi ambao pia tumeweza kujenga vyuo vya VETA nchini kwa ajili ya kutoa ujuzi kwa wale wenye uhitaji. Juzi ilikuwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, nilipotamka VETA wakakumbuka mjadala ule wa miezi miwili iliyopita, lakini niliwaambia ni nataka niwaambie, haina maana kwamba kunoa university unakwenda veta Sio maana yake hiyo, sio maana yake. Akishamaliza chuo kikuu umepata taaluma yeah, ya eneo hilo, lakini unapotaka eneo hili unakwenda huku. Muulize leo, makamu mkuu wa chuo ni profesa, lakini nakwambia huyu ana digrii za masomo mengi sana. Alikuwa anamaliza digrii ya kwanza akasema, hapana, ngoja nichukue. Alikuwa anachukua ya elimu, achukue ya sheria, anataka kuwa mwana sheria akasema hapana, ngoja nikachukua injinia kati injinia ni, kachukua huko digiri ya kwanza na digiri za kwanza kama tatu nne, kwa sababu ya uhitaji. Wewe unapohitaji kuwa fundi bomba ili ufunge mabomba kwenye nyumba za watu upate chochote, nenda mbele ni <laughs> mjadala mzito, lakini najua nyie ni wasomi mnaelewa namaanisha nini. Kwa hiyo tunapoelekea huku nataka niwaambie kuwa tunaendelea kuimarisha mifumo ya takwimu za kielimu pia tunataka Watanzania mnapotaka takwimu za tuna shule za msingi ngapi, sekondari ngapi, vyuo vingapi? Je, tuna walimu wangapi? tuna vifaa vya kufundishia vingapi vya aina gani? Tunaimarisha pia e takwimu kwenye, kwenye maeneo haya ili tuweze kutoa takwimu zilizo sahihi. Huku nyuma tulikuwa na maeneo mawili yanatoa takwimu za elimu. Wizara ya elimu wana kitengo chao cha takwimu kinaitwa BEST, TAMISEMI ambao nao wanashughulikia elimu na wao wana takwimu zao. Wakati mwingine akichukua takwimu hizi na hizi hazikai pamoja. Aa, tumeamua tuimarishe mfumo wa kutoaji takwimu ili tupate chombo kimoja kinachopata na kutoa takwimu za elimu ili mtanzania yoyote anapoingia kwenye mfumo kutaka takwimu ya aina yote ya elimu haipate ile ile ambayo itazungumzwa na kila mmoja kwenye sekta hii. Haya tunataka tuyafanye hivyo kwa sababu tunataka tuunganishe na mifumo mingine izungumze, mifumo ya takwimu za elimu izungumze na mifumo ya NIDA, tunataka izungumze na mifumo ya ya, ya, ya, ya Rita na maeneo mengine kama vile mambo ya wizara ya nje, uhamiaji na kadhalika, ili tukishafika hapo kwa hiyo niliona nitumie nafasi hii kueleza mafanikio ndani ya serikali na kazi ambayo tunaifanya ili kuunganisha na mafanikio yenu kwenye maadhimisho haya miaka ishirini. Kwa upande wake makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Musa Sadi amesema chuo hicho kimeendelea kukua na kuimarika siku hadi siku ambapo mwaka 2005 kilipoanzishwa kilikuwa na, na programu mbili huku wanafunzi 167. Kwa sasa kuna jumla ya programu 32 na wanafunzi zaidi ya elfu tano. Baada ya kupewa majengo, najua majengo peke yake hayatoshi kufanya chuo. Tulipata uongozi, tukatengeneza mitaala, tukapata walimu na vilevile wakapatikana wanafunzi, chuo kikaanza, na chuo kimeendelea kwa miaka ishirini kama alivyosema ndugu yangu Dr. Dau, mafanikio makubwa sana tumeyapata. Nao baadhi ya wahitimu wa, wa chuo hicho akiwemo Mugini Singira amemshukuru rais mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Benjamin Mkapa kwa uamuzi wake wa kuwapa Waislamu majengo yaliyokuwa chuo cha TANESCO kwa ajili ya kufanya chuo hicho ambacho kimetimiza miaka ishirini. Chuo Kikuu cha Waislamu cha Morogoro ni chuo ambacho kwanza kinasaidia kama wanafunzi au wahitimu hapa kujifunza vizuri kwenye e, taaluma zetu tunazozisoma, lakini pia kutujenga kimaadili, tofauti na kusema kwamba mtu unasoma tu taaluma halafu mambo ya maadili unakuwa umejitenga nayo. Kwa hiyo inakufanya kuwa vizuri kwenye nadharia ya kilo na kitu unachokisoma kama taaluma, lakini pia na maadili, ili kuenda kuwa na tija zaidi kwenye jamii, kwa sababu jamii inatutegemea katika mambo yote, uwe mzuri kwenye fani yako na pia mzuri kwenye maadili. Mpaka leo baada ya kuhitimu masomo haya, tuko kwenye utekelezaji wa majukumu yetu ambapo tunajivunia kuwa ni wanafunzi wa hapa. Programu ambazo ziko vyuoni zinakujenga, kwa mfano kuanzia kwenye namna ambazo unakuwa unafundishwa, inakujenga kabisa kwamba ukienda kwenye jamii, basi unaweza ukafanya kazi ambazo zinarudisha tija katika taifa kwa ujumla. Kwa kweli kwenye, eh, kwenye usomaji eh, tulisoma vizuri sana kwa sababu tulikuwa na bahati ya kupata wahadhiri kutoka sehemu mbalimbali hasa mbali. kwa mfano sisi tuliosoma mass communication walimu wa pengine wali wa chuo cha Dar es Salaam, ile kusema shule kuu ya uandishi wa habari, walimu wengi walikuja, wanatufundisha sisi. Kwa hiyo ni tulipata taaluma ile ambayo inafaa. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro, mimi ni Jackson John.